Fuatiliaji wa Masai TV popote pale ulipo na tumaini, hujambo na karibu tena ambako tumekutana hapa katika chaneli yetu pendwa ya, ya Masai TV eh, kwa ajili ya kuhabarishana na kujuzana yale yote ambayo inazidi kutrend huko katika mitandao ya kijamii nikimaanisha hapa Tanzania lakini pia nje ya mipaka ya Tanzania. Tunafahamu eh, tarehe 29 mwezi wa kumi ndio siku ambayo ilikuwa ni siku ya uchaguzi mkuu hapa nchini Tanzania ambapo iliweza kutokea maandamano katika maeneo mbalimbali, lakini pia yaliweza pia kusababisha vurugu na pale ikiwemo watu kuchomewa vitu na mali zao za thamani ambazo walikuwa wamewekeza ikiwemo Shilole uh, ambaye aliweza pia kuunguziwa jengo lake lile la shishi food, lakini pia Bilnas ni mtu ambaye aliathirika kwa kiasi kikubwa, ambapo e, aliweza kuchomewa Nengatronics, yani duka lake la simu aina ya iPhone 17 ambalo alikuwa amelifungua karibuni, aliliweza kuteketezwa moto lote na kuweza kuteketea. Lakini pia Jux ni mtu ambaye aliathirika kufuatia janga uh, lile. Lakini leo hii, kupitia ukurasa wake wa Snapchat msanii um, huyo Billnass namzungumzia, Nenga ameweza kushare video uh, ikimwonyesha akionyesha hasara uh, ambayo alipata kufuatia uh, kuteketezwa kwa duka lake la Ningatronics ambapo kupitia Snapchat story yake ameweza kushare video ambayo inaonyesha simu, lakini pia laptop, bila kusahau maburungutu ya pesa ambayo zimeteketea kutokana na uharibifu ambao ulifanyika tarehe ile ishirini na tisa kufuatia uchaguzi mkuu ambao uliweza kufanyika. Mtazamo wako ni upe? Lakini pia tuliweza kushuhudia Shilole na mzungumzia a, lole aliweza kubainisha wazi kwamba inawezekanaje vitu kama hivi vikahusishwa na vitu vya mtu binafsi? Yani, inawezekanaje watu wakaamua kuvuruga mali za watu na vitu kama hivi? Lakini pia aliweza kubainisha wazi kwamba hawezi kuacha kuishabikia sisi hata litokee nini. Yeye ni mwanachama wa sisi na hawezi kuacha kuishabikia sisi. Uh, kwa upande wa msanii huyu uh, Nenga namzungumzia Billnass, hakuwa na, na lolote la kuzungumza kufuatia uh, yaliyofanyika tofauti na siku kushare video hii ambayo inaonyesha hasara aliyoipata kufuatia kuchomewa uh, duka lake la Nenga Tonics. Lakini pia kwa siku za nyuma aliweza ku hide akaunti yake nikimaanisha akaunti yake ya TikTok, lakini pia akaunti ya Instagram ilikuwa haionekani kabisa. Yani kana kwamba alijiweka mbali na mitandao, lakini pia tulishuhudia moments tofauti tofauti uh, juzi kati hapo. Tunafahamu kwamba Nandi alikuwa akisherekea siku yake ya kuzaliwa. Tuliweza kuona moments tofauti tofauti wakisafiri hapa na pale kwa ajili ya kusherekea birthday ya Nandi ambapo eh, alitimiza miaka kadhaa. Kwa hiyo tunaona ni jinsi gani uh, Billnass aliweza kuumizwa na kile ambacho kilifanyika siku ya tarehe 29 kufuatia Uh, zoezi la uchaguzi mkuu ambapo alichomewa duka lake na vitu vingi viliweza kuteketea ikiwemo laptop ambazo amezionyesha hapo, lakini pia uh, simu lakini pia pesa. Ni hasara kubwa, ukitafsiri kwa lugha ya kawaida tu ni hasara kubwa ambayo aliweza kuipata msanii huyu. Mtazamo wako ni hupi kwa kile ambacho anakifanya wananchi, kwamba zoezi la wasanii kushiriki katika kampeni za uchaguzi inamaanisha kampeni za kisiasa hasa CCM inaweza vipi kuhusishwa na mali za mtu binafsi? Yani kana kwamba wananchi kushiriki katika kuteketeza mali za mtu kutokana na kwamba mtu huyo tu alikuwa anashiriki katika kutumbuiza kwenye kampeni za chama cha mapinduzi CCM. Kile ambacho kinafanyika kwa wananchi kinamwathiri vipi msanii moja kwa moja? Ni sahihi kwa hicho ambacho wanakifanya kwamba wanaamua kuteketeza mali za msanii kutokana na kwamba msanii yule ni mapenzi yake kuwa mwanachama wa CCM. Hiki ambacho kinafanyika ni sahihi, kwa sababu kimeweza kuleta majonzi kwa watu ambao wamefanyiwa hivi. Lakini pia kwa upande wa Juksi, ni mtu ambaye hakuweza kulizungumzia kabisa swala hilo ambalo limekwisha, kwamba naye aliteketezewa duka lake, liliweza kuharibiwa kwa namna moja ama nyingine wasanii wengine aliowathirika ni huyo Billnass lakini pia shishifuri iliweza kuteketezwa na siku za hivi nyuma hapo. Uh, Shilole aliweza kushare picha inaonyesha watu akiwakaribisha uh, watu katika mgao wake wa Dodoma, lakini pia wananchi waliweza kumattack uh, na kusema kwamba watu wa Dodoma walikuwa wapi kwa ajili ya kuchuma mgao wule wa Dodoma. Hizi kauli ni sahihi kwa watu ambao wanazitoa kwamba inawezekanaje watu wa Dodoma waliacha kuchoma duka la la, la huyushi lole la Dodoma? Mtazamo wako ni upi? Ni sahihi kwa hawa watu ambacho wanakifanya au wanakosea? Na ni kipi kifanyike hasa kwa hawa watu ambao tayari mali zao zimekwisha kuteketea na vitu kama hivyo? Niandike komenti yako hapa, kufuatia chaneli hii ya Massae Tv. Au utakuwa umetisha kinoma noma. Tukutane wakati mwingine, langu jina ni Diana Masae.